Yes, nitulijifunza asubuhi yes. Sungu kabla tunaanza somo kwamba maneno yatakuja, lakini vivuzo vyapalii kuyazuia sex drive nayo itakuja hiyo na kanane, lakini ufanyeje? Zuia, kuna zuiaje? Kwa kumtazama Kristo, kama utaamua kuzuia unaweza, kwa sababu tumeambiwa na Mungu Baba kwamba there is no excuse to to sin, there is no excuse, majaribu

Mbona wewe unataka kuniuliza? Sasa simu natumia simu mimi hapa. Lakini wanataka cha kuangalia, kwa maana ya kwamba hata kama utaki picha za uchi wana frena. Sababu kimeda ile kitu. Mungu atusaidie. Kwa kweli tumwombe Mungu atusaidie, hatuwezi kushinda. Mahubiria lakini Mungu anasema hapana. Maana ya ngono, lakini Mungu anasema